Niwaombe tarehe 29 tusikosee, tukampe Geoffrey Timoth mbunge wetu. Na mimi nasema tayari ana ni diwani na Geoffrey Timoth ni mbunge. Hakuna kitakachozuia hawa watu kushinda nafasi ya udiwani na ubunge. Nimesikia sikia maneno fulani, nataka niwaambie, Chama cha Mapinduzi tunakwenda na mafiga matatu asije mtu akawaambia kwamba nichagueni mimi diwani au mbunge, mpeni mwingine muongo. Sisi CCM tumekuleteeni watu watatu, tumeleta Ana Lukindo, tumeleta Geoffrey Timos, tumeleta na kubwa lao Mama Samia Suluhu Hassan. Huo ndio utatu mtakatifu. Kwa hiyo watu wa mezi juu, msije kukosea tarehe 29. Unakwenda unatiki kwa Ana, unatiki kwa Joe Timo, unatiki kwa Mama Samia. Nyie ndugu zangu, mna shida na Mama Samia? Hapa Mbezi Juu kuna mtu amwelewi Mama Samia? Ni mapenzi gani Mama samia ameyaleta Mbezi Juu? Mama yetu yule, mmemsikia Mama Shamsa amemuhadithia, kwa sababu anamfahamu. Wakati Mama Shamsa waziri huku Mama Samia waziri kule, lakini Mama Samia ametoka kuwa waziri Zanzibar, amekuja kuwa waziri wa makamu wa rais anayeshughulikia muungano. Mama Samia amekuwa makamu wa rais. Mama Samia amekuwa rais. Hivyo kero na matatizo ya Watanzania Mama Samia anayafahamu, na ndiyo maana kwa muda wa miaka minne na miezi sita amepambana kwa hali na mali amedhihirisha kwamba Chama cha Mapinduzi kilipompendekeza kuwa rais, akikukosea mama Samia ni chaguo bora kwa Watanzania kwa kizazi hiki. Niwaombe sana tarehe ishirini na tisa twendeni kwa wingi, tukachague timu hiyo ya watu watatu. Na nataka kuwaambia wanambezi juu, sisi tunafuatilia mitandao ya kijamii, tunawasikia wale ambao sijui wanachama au hawana wanasema sijui Oktoba kitu gani? Oktoba 29, nawaambia serikali ya chama cha mapinduzi haifanyi makosa. Mama zangu jitokezeni kwa wingi, nendeni mkapige kura. Hakuna kiumbe chochote kitathubutu kuzuia uchaguzi tarehe 29. Hakuna mtu yeyote atathubutu kumtisha mtu yeyote tarehe 29. Niwathibitishieni serikali yenu iko na iko macho kuwalinda wa Tanzania tarehe 29, nendeni bila woga bila bugdha, kapigeni kura yenu, tuhesabu kura, tutawadheana nawe. Diwani Geoffrey Timothy awe mbunge, mama yetu Daktari Samia akatuongoze kwenye nafasi ya urais. Nani kama CCM? Nani kama CCM maanake, hey, tunawasikia sikia huko kwenye mitandao huko wanasemasema sema sasa. Wale wanabipu, nataka kuwaambia, serikali ya Chama Cha Mapinduzi haijaribiwi, na kama kuna watoto wetu kama kuna wadogo zetu wanacheza mchezo huo wa, katazeni tusije tukapeana lawama. Tarehe 29 nawahakikishia, akijaribu mtu kuweka pua yake mtaani Huyu mtu ni halali ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo, wala msije mkatishwa, sijui na Tesha, sijui na nani, haraka haraka, hakuna iko kitu. CCM na serikali yake viko imara kuhakikisha vitawalinda wa Tanzania siku ya tarehe ishirini na tisa. Na mimi nimezungumza na mheshimiwa DC wetu Kinondoni, amenihakikishia mwenyekiti Kinondoni, tuko gado na mimi siku ile nitakuja Mbezi Juu ile siku ya tarehe ishirini na tisa nitakuja Mbezi Juu, nitakwenda na wazo ili niwathibitishie kwamba amani kwenye wilaya yetu ya Kinondoni itakuwepo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, wala msiogope wala msitishike na maneno ya kwenye mitandao yale maneno ya kwenye mitandao ni kama maneno tu yeah, ya kwenye kanga, si ndio? Jamani, akina mama, si mnajua yale maneno ya kwenye kanga, tunasutanasutana sutana kwenye kanga, lakini hayana yeah, athari yoyote katika maisha yetu yeah. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tusiogope, twendeni tukapige tuka kura zetu, twendeni tukawachague wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ukichagua mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi umeendelea kuchagua maendeleo na amani na utulivu wa nchi yetu. Nani kama Dokta Samia? Sisi hoye si. Asante ndugu zangu.